Kuna mambo Mungu atajibu hapo kwa hapo, na kuna mambo Mungu ajibu hapo kwa hapo ni kama tu unapiga kesi mahakamani halafu mwisho unashinda. Ukishinda huwa jaji anasema tuna tu, um, fulani ameshinda, Winifrida ameshinda, Alexi ameshinda. Kwa hiyo tunapiga hukumu leo, lakini tunatoa siku siku 30 rufaa. Kama hujaridhika, kakate rufaa, na baada ya siku thelathini inatolewa muda wa kulipwa vitu vyako. Ndivyo ulimwengu wa roho ilivyo. Tunapotamka malaika wako kazini, shetani anapewa samas, wachau wanapewa samas, wanafiki wanapewa samas, vikao vinapewa samas, kwamba neema mliomkalia ameshinda. Bwana ulichotamka hakitakuwa. Mmesema hata olewa, mbingu inasema Kesi imekwisha, anakwenda kuolewa. Mwanaume mliyemkamata anaachiliwa. Mlisema hata jenga umama wala uzao wake, kesi tunapiga mbingu. Inasema anatakiwa kujenga, anatakiwa kupokea nyumba yake. Sasa mahakama inatoa oda. Nakwambia, hata kama una kazi, kuna mtu atainuliwa mahali, oda imetoka, na shetani ataacha vitu vyako. Hata kama unawaza nitapata wapi mume, Mungu ana wanaume wengi, bado wajazaliwa wazuri, bado wajazaliwa wazuri bado hajazaliwa wazuri na tabiri kinapi, kesi yako leo inabaki hapa tani. Leo anapewa summons. Inaona mchao anayetapika anapata shida, anapewa summons. Umemtesa meri miaka yote, kesi leo inatoka, anatakiwa kwenda kwenye level yake, anatakiwa kushinda hiyo kesi. Kwa hiyo mahakama ya mbingu inatoa oda, malaika anatumwa. Uko tayari? Umemtesa kwenye magonjwa, mahakama inageuka leo. Mungu anasema ameniamini na ameniita unapotakiwa kuamini la Mungu ifike mahali pa kukiri yale matamko. Shida watu wengi waamini, unawaombea hapa, wakitoka hapo nchi hapa, hapa nasema amen, akitoka hapo nchi sijui itakuwaje, sielewi tena. Ukitoka ndo unakutana na vita, lazima ulichopokea kitajaribiwa, kitapigwa vita. Halafu vitu vitakufuata, kazi itakufuata. Inaona boma ambao wataropoka, wachawi wataropoka mpaka <laughs> watavaa magunia wakitembea wakisema, Meri umetumaliza, Meri umenimaliza. Yuko mtu mmoja atabeba familia, anachukiwaga vibaya na anachukiwa kwa sababu anaharibu vitu vingi vya watu. Leo kuna upwako utakuja juu yako, so unaharibu tu, utawafichua. Kupitia wewe, watafichuliwa utakachoomba kitatoke. Sema inawezekana, inawezekana Sema inawezekana, inawezekana, inawezekana. Na unapokera la Mungu, ifike mahali unaanza kuona roho, ingawa wanakuona ni masikini. Umasikini huu haiko mwilini, umasikini uko kwenye akili. Nakwambia, nikiondoa roho ya umasikini ndani yako utaanza kulewa utajiri. Yani hauna mtaji ni kama unaona mtaji, hauna nyumba ni kama unaona deki, hauna kiwanja ni kama unaona viwanja Ayayaya, yayaya, yayaya, yayaya. Yani, kwa rohoni. Anza kuona kwa jicho la rohoni, anza kuona nyuma yako kwa jicho la rohoni. Nisikilize mwanangu, Mungu atakupa kitu ambacho hujakiona, anakupa kitu ambacho umeshakiona wewe. Unataka kupona, alafu hujaona uzima. Anza kuona uzima, maana kuna mtu ili amini amepona ni mpaka amesikia kichwa kimefanyaje, kimetulia. Si tunaamini wakati kichwa kinasema naumwa Si tunaona ushindi wakati ndio kwenu wanasema hey, tutamfungia kila mlango, tutamfungia kila riziki, tutamchafua kila kona, ye, ye, ye, na mnafiki anakaa nyuma, unachafuliwa. Umesikia? Umesikia Baba aliyosema, nitawachafua yani kila mahali wakienda watakataliwa wao, na jina lako lionekane raboshaka, wanaotaka kazi wataonekana, wanaotaka kuolewa wataonekana, wanaotaka upenyo wataonekana kwenye hiyo boma. Saa yako imefika, saa yako saa yangu imefika. Yesu akamwambia sio hilo tu, amini lolote mwombalo kwa imani, ukiamini, yametokea tayari, ni yako. Unajua shetani kuna watu mna vita na vile vita sio vya kwenu. Kuna watu hapa asira maadui walionao juu yenu ni mungu anajua. Kuna watu hapa kwenye bomo uliopo, kuna watu sio salama, hawalali usiku lakini anayebeba familia nzima ni wewe. Kuna watu hapa, si ajabu mamaka kangeshazikwa, si ajabu babaka kangeshazikwa, lakini yale maombi kidogo tu ambayo unaachia yanaharibu vitu vya watu mpaka wanashindwa kutembea usiku, na una vita kona zote. Na wakishaona hivyo, wanapiga ndoa, wanakushambulia ili wakuchanganye, mara uchumi, mara madeni, mara watoto, mara usemwe. Shetani anainua Wameshaona huyu dada ni balaa, huyu kijana ni balaa, huyu mama ni balaa, huyu kaka ni balaa, huyu baba ni balaa. Ndio sababu anatanyi damu. Leo nakupa anointing na vipawa vitarudishwa, lazima wadondoke.